Karibu sana, ni mimi naitwa mtumishi Sam. Ndiyo, karibu kwenye the exo show tena na tena na tena. Tumesema tutakuwa tunakualika sana maana kuna mtu kaniuliza dm jana, aniuliza jamani, mtumishi Sam, vipi, mbona hatumwoni tena? Nikamwambia namleta, namrudisha kwenye the exo, ataendelea kuwepo na maswali yenu yaleteni, tutazungumza naye Tumeweza kuwasaidia watu kupitia taulo. Ndiyo. tumeweza kupitia uh, kioo. Kioo, sabuni eh, choo ni vitu ambavyo herufi ambazo pia zinawatesa wengi bado. Ndiyo. Kuna mtu anaingia kwenye mahusiano alafu kumbe yule aliokoni kwenye mahusiano sio herufi yake, hawaendani, hawaendani <laughs> kama <aliotoka Ndiyo>. Sasa <laughs> hivi anakwambia mpaka wana watoto, lakini yeah. Hataki tena kabisa hata kumsikia yeah. Ni kwa sababu ameingia katika herufi ambazo aziendani nazo pia. Watu wanakuwa hawaelewi hivi vitu, ni muhimu sana naona. Wazee wetu walikuwa wana maswali mengi sana, au akikwambia huku siingie, we jua anamaanisha, na ana ni kwa sababu gani? Ameshaona vitu vingi sana, hata Isaka alikataza watoto Oa sehemu fulani hapa, sehemu fulani sitaki uoe, kwa sababu alikuwa ashaviona. Wewe unakuwa unaona mbele mm -hmm. Naona ndio. Kwa hiyo baadhi ya hivi vitu ndio sisi sasa tunakutana navyo kwenye the XO ndiyo. na kwa kwa u, uchache maana hii ni tunawapa kwa uchache ndio wakitaka kwa zaidi ndio pale ambapo mtu inabidi akutafute sasa, ndio uweze kukum, kumsaidia au uweze kumwelimisha zaidi. Ni sahihi yes. Kwa hiyo sisi tutazungumzia leo siku hii, ambayo nawaza ni jambo zuri watu wakapata kujua hichi kiumbe kinakuwaga kinazunguka sana ndani ya nyumba, ndio, na kumekuwa na, na na maneno ya kwamba anakaa kwenye miswaki, ndio <laughs> Imagine, fikiria analamba lamba mswaki wako ambao wewe baadaye unakuja unaotumia, anatembea kwenye chakula chako kule jikoni. Ndio. Na hata kuna kipindi wakasema kuna wengine ambao wanakuwa na sumu wana, wakiingia kwenye chakula wana, wana, ukija kula kile chakula unakufa. Huyu kiumbe tunayemzungumzia hapa ni mjusi. Kwa hiyo <laughs> usije ukashangaa mjusi analambalamba sana miswaki ya watu Ndio na mjusi huyu huyu anasababisha kifo, lakini. mm-hmm. mjusi huyu ana mengi ndio, mjusi ana mambo mengi sana. Mimi nimeona mdogongo akiwaona anawapiga viatu sana ndani ya nyumba <laughs> atahakikisha anamuua, hataki kumsikia mjusi kile. Nikimuuliza anafyonza tu, anaendelea zake. Unajua watu mijusi kwa aina mingi. yes. kuna mijusi ambayo ni ishara Mm -hmm. Na kuna mijusi ambao ni mibaya, na kuna mijusi ya kuagizwa, na kuna mijusi midudu kama wadudu wengine okay. Mfano kuna mjusi kafiri ambaye alilaaniwa na Ibrahim, yes, Abraham uh -huh. Mda kuna mijusi ambayo ina uwezo wa kukuelekeza kwamba mtu anayekuja sio sahihi kwako. oh, okay. Mfano umeingia ndani mwako Umekutana na mj mjusi anakuchezeshea mkia hivi, hmm. mara ukiku ukienda huku unakutana naye anachezesha mkia, hujue hapa nakuonyesha kwamba mtu unaenda kukutana naye sio mzuri Kala. au mtu anayekuja kwako huenda anakudai au kuna mtu ambaye atakukwaza tu hmm. ndi atakuja. okay. Okay, wee ukiona mjusi anachezesha mkia; kila ukienda huko lazima unakuta anachezesha mkia, unakuta anachezesha mkia ujue kabisa Anayekuja sio mtu mzuri. Mm -hmm. Kwa hiyo kuna mijusi ambayo inatoa ishara nzuri na kuna mijusi ambayo haionyeshi. Mfano, unataka kulala. Mm. Unaona mjusi anapita hivi, hey. Anaenda hivi, ah. Anarudi hivi mara pita hivi, huyo mjusi anakuonyesha kwamba siku hiyo haitokuwa njema kwako kwenye usingizi, utapata usingizi. Hata nikimuua. Unajua mjusi ukimuua ni mbaya sana. Unaweza ukaleta roho ya mauti kwenye familia mpaka basi au unaweza ukawa ni mtu wa kuku pambana na mpaka basi basi, au unaweza kuwa ni mtu wa kuolewa mpaka basi. Sasa mimi namtoaje ndani ya nyumba mjusi? Kuna njia nyingi sana ya kutoa mjusi, tutataka tujue kwanza. <laughs> yeah. turudi hapo kwamba mi najuaje kama mjusi huyu ni mzuri na kama mjusi huyu sio mzuri, yeah. na anawezaje na kuwatofautisha. Ndio maana umeleta mada hii, mm -hmm. ili tuweze kuwasaidia watu. yes. mjusi sahihi ni wale ambao wanatoa ishara, ndo hizi ishara ambazo tunafundisha mfano umeingia ndani mwako. mm -hmm. Umekuta mijusi ile mapacha eh. Ukienda chumbani unakuta wako vile. mm -hmm. Ukitaka kulala unakuta wako hivi wameshikana wa mm -hmm. Ile mjusi inakuelekeza kwamba mwenza wako anatoka nje ya ndoa na anakuelekeza vipi? Atakuelekeza kwa njia endapo ukiona sasa, yani unakiwakuta hivi, ukiwakuta unagombana ujue amani haitokuwepo ndani ya ndoa. Yani, eh, hao mijusi apacha ukikuta eh, kila muda wanagombana hmm, ujue lazima amani haitokuwepo ndani ya nyumba hmm, inakuelekeza kwamba lazima amani itakutoka ndani ya nyumba, okay. Mjusi wa kuagizwa ambaye anasababisha nuksi inakuwepo ndani ya nyumba, kelele haziishi ndani ya nyumba, amani hakuna, kile unachokifanya hakuna, ni ule mjusi kafiri. Yeye anakuwa na, anakuwa kama na rangi ya shaba fulani kama ana, ana, ana kamng'ao fulani hivi ambao unataka kuwa na weusi fulani hivi ndani yake, yani, ukimwangalia unaona hadi nini mishipa, mishipa. Hey. Inatembea hey. Ile ndo mijusi ambayo inashikwa na kulishwa. Unajua adui yake anaweza kutumia mjusi kwa kufanya chochote kile, hey. mjusi hana tofauti na assistive kamera au kina sauti kwa sababu ukitaka kujua mjusi ana uwezo wa kutoa taarifa usiku. Jifanye kama labda unataka ku kuungua lazima kesho mtu atakwambia, mbona unasikia kama vile unataka kuungua unataka kuunguza nyumba au kuna nini ye yeye? Utajiuliza, yeye kapataje taarifa? Kwa mjusi ana uwezo wa kutoa taarifa ambao kabla ya wewe hujaitoa. Umeelewa? Ndo maana ukimkuta mjusi kafa kwenye nguo yako, hiyo nguo itupe au ichome moto usiivae, okay. Inaweza akakuletea balaa kwa sababu mjusi ukimkuta kwenye mzazi, labda mtu ni mja mzito, akaamka asubuhi akakuta mjusi yupo kwenye nguo yake mm-hmm. Inapa, inapaswa ile ile nguo aitupe kwa sababu kila mara anaikuta imelala pale, asipojifungua asipo operesheni, mtoto anaweza akafia tumboni anaweza kupata shida yani, muda wote akiwa analala kwenye nguo zake za yule mdada mja mzito kwao mijusi. Elimu ya mjusi ni ndefu lakini yes, tunaongelea kwa machache. Kuna mjusi ambaye rangi yake anakuta ni nyeusi tu mm-hmm, yule ana shida, umeelewa? Unakuta ni ni, ni mweusi tu kabisa, ni mweusi afu anang'aa Afu, ni yule wa he, kuna yule wa brown ambao ni yeye ni kuna mmoja hivi ambao yani yeye nataka kufanana vile sio cream. So, eh, cream cream, sio cream. Yule ndo mjusi wa maagi ya, wa kutoa wa kukupa wewe maagizo. Wow. Kwamba kuna kitu fulani kinakuja, kuna kitu kibaya kinapita, mtu fulani atakufanyia kitu hivi ukimwona mjusi labda umeingia kwako, mjusi kaanguka mbele yako mm. Ujue kuna ajali mbele yako, lakini awe rangi ile oh, okay. Lakini akiwa rangi ya yule mjusi kafiri mm -hmm. Inakuonyesha kwamba wewe, wewe upande wako kuna mm -hmm. shida ndio maana mara nyingi huwa wanapenda kuwashauri watu ile mjusi wasiendelee kuwa ndani mm -hmm wanachukua ile mishumaa ya Romani lenye mbamba fulani, lenye mbamba fulani meupe, nataka kufanana hivi. Oh. Nitakuonyesha inavyofanana nyembamba. Ah. Kabisa kupatikana ni kazi sana ile. mm -hmm. Mshumaa tu anaichukua tu, akiichoma ana, ndani ile harufu yake mjusi ha, nakuwa na harufu nzuri e, na ambayo ile mjusi kama ni mjusi mbaya hawezi kuiingia ndani. mm -hmm. Unajua, ni mshumaa? Eh, Ah. Kuna mshumaa ambayo ipo inapatikana kwenye makanisa sana na hata kwenye maduka ya asili haiuzwi, ni mshumaa tu, ni kanisani tu. Sasa yule eh, mshumaa ukichoma hivi, yani ausumbuki kuifukuza, itaondoka nyenyee. Na kuna mjusi ambaye anaingia ndani kwa sababu ya mbu. Yes, ndio nilitaka kuuliza, ni nitajuaje wale wa kawaida na nje. He, kuna mjusi ambao ndio maana tunatofautisha wa vile ni wama, alia, agizwa. Mweusi kabisa yule unakuta yu wao wanafata mbu ndani, au kuna mijusi ambayo kama umeanza kujenga nyumba imefika eh, hata kwenye ukuta ikianza kuzunguka hiyo nyumba kuisha, itakuwa changamoto. Unamkuta mjusi yule anataka kufanana na kinyonga fulani oh, oh ni wale tunawaitaga boromondo, wale wanakuwa wakubwa kubwa kidogo, ama wanakuwa bado wadogo, bado ni wadogo, lakini wao wa rangi yao wanataka <laughs> si <Sibu> boromondo <laughs> kuna wale yani wakubwa kubwa kidogo eh, eh wale wanakuwa na kichwa kikubwa wale, wale nao sio wazuri kwenye nyumba ambayo haijaisha ya, ya oh, yani kila kitu kinaweza kusimama na kisiende, na huyu mjusi wa hivi mm -hmm. ana uwezo anaweza kumwelekeza mwanamke kama oh, ana nafsi chafu imeingia kwake. Anamwelekeza vipi? mm -hmm. unaenda bafuni unakuta labda amedondokea kwenye maji mm -hmm. ina maana inakuelekeza kwamba wewe ndani yako kushaingia waume wa, wa kiroho, yani hata kama ni majini suviani nini ambayo itakutesa na itakuvunjia amani kwenye mahusiano yako. Ukiona imedumbukia vile, yale maji yamwage ndani ya, ya, ya sure, sinki itakuwa ukimwaga, ina maana umejiepusha na kile nafsi, kwa hiyo mm-hmm. Ukiona imedumbukia mle, ujue sio pazuri. Na ukimwona mjusi yuko analamba mswaki wako, huwa eh, ina ishara tatu mm-hmm. Ishara ya kwanza inamuonyesha mtu kwamba atakuwa yani ata, yeye yeah, yeah, kila mwanaume atakuwa yeye yeah, ni mkuongea sana, lakini mwanaume anakuwa amsikilizi na mwanaume atamuhisi yeye ni mtu wa kuongea tu, na kama ni mtu ambaye labda yuko katika ndoa anaweza sababisha ndoa yake iwe ni kelele. Umenielewa? mm -hmm. Na kuna wengine ambao huagizwa kwa ajili ya kusababisha mtu miaka yote meno yanamsumbua eh. Umeelewa? Yaani wakuwa ni mtu hata utumia dawa ina gani, hata itongolewe, lakini bado utasikia meno inauma, inauma inasumbua kuna mjusi ambaye anakimbilia kwa sala ya meno, ni yule mjusi ambaye kwenye mishipa yake inakuwa ni nyeupe. mm -hmm. Yule ndiye ana tatizo hilo, na yule ndiye anasababisha hayo kutokea. Na ukimkuta mjusi wa hivyo, labda kwenye kio, kwenye labda kabati, unataka kujiangalia, umemona labda nyuma ya kabati hivi mm -hmm, kwa nyuma yako yani huko hivi, afu unamuona ana uwezo kukuonyesha ishara kwamba kuna uenda kwenye kama ulikuwa unachepuka kwa ajili ya mume wako au mtu wako, lazima utakamatwa. Yaani ukiwa unajiangalia hivi afu ukamwona pita anapita hivyo kwenye kioo, unaji labda unapiga makeup, ghafla unamuona kwa nyuma kwenye ukuta, hey, anakupa ishara kwamba kama ulikuwa unaenda kwa mwenza ambaye sio mtu wako hey, labda unaweza kufumaniwa, kwa uache. Oh, umeelewa? Kwa kuna mijusi mizuri na kuna mijusi mibaya mbana. Mfano, mdada binti ana kila wakati anakutana na mjusi, kila wakati anakutana eh, eh, <laughs> na mjusi inamuonyesha, hiyo ni ishara ya kumwonyesha kwamba hawezi kudumu katika mahusiano. Mijusi ina maana mingi, na mijusi ni mibaya. Unajua mjusi anaweza akasababisha maradhi ndani ya mji ambao watu wakaugua mpaka kufa. Wewe unaweza ukaua mjusi ukasababisha ukoo wako mzima maradhi au, au, au roho ya mauti. Hao ndio wale wanaokuwa mijusi wa kutumwa. Sasa eh, eh. ko unakuta mtu kwa watu wasipendepende sana tu kuua mijusi kwamba ameiona na yua. Kwa wewe utasema, mimi mbona nishaua mjusi mingi tu lakini iko sawa. Lakini lazima utakuta shida inayokusumbua, kama sio mahusiano kipato, kama sio kipato kazi, kama sio kazi kwenye kazi unakuwa ni mtu ambaye unachukiwa, kwa mjusi anaweza mfano, mtu umemkata mjusi mkia, lazima kila kitu chako kitakuwa kinaishia njiani kwa wakati huo au wakati wote. Yani unaweza kapita hata miezi kadhaa ikaanza, unaweza kapita mwingine, anaweza kaa mdomo huo. Kuna wengine labda ndani ya miaka kadhaa hivyo, na kwao ni kitu ambacho kikitendeka kinakuwa, mfano labda, mtu amekutana na mjusi ndani la, unye, mjusi. Hmm. Afu akamwita mtu ndio mjusi, afu wewe ukajitia jasiri ukafanya kitu kitu ambacho kingemtokea yule ndio kinaenda kupata wewe. Tafanya sasa, tuogope kuua mjusi <laughs> <laughs> sasa sindo, mtu ajue kwamba ni mjusi aina yupi na aina yupi, kwa sababu yule ambaye ameagizwa hayuko bize na mbu, yani hata wawe wengi hivyo hayuko bize naye hata kidogo na mjusi ambaye anaagizwa akiwepo, lazima mende yawepo kwa wakati ule ule, au mende watakuwa wanaangaika huko. Maybe nyumba yako ilikuwa inaga mende, afu ghafla unakuja unamkuta eh, una... mende haiwezi mende. Mende wa... kapita siku mbili, mende wadogo, mende yoyote. Kwa hiyo ni e, nyumba ikiwa kama hivyo, ni nyumba yangu, haujaona mende, alafu gafla ukaona Afu... Afu... mende. Mende lazima utaona mjusi komende ndo wage nakupa ishara. Unajua kuna watu wanachukulia mende kawaida, lakini mende huwa ina ishara kubwa sana ya kusaidia watu maana mm. mende ukiona nazunguka sana, hujui kuna kitu kibaya kimeingia ndani. Unajua kuna hadi wenye nyumba ambao wanatumia mijusi watu kuama, kuama, nyumba nyumba inakushinda hata kabla ya kodi. Ndio maana frame nyingi za biashara mm. zinafungwa kwa sababu biashara hakuna, kila kitu inafika tu unaacha hadi miezi miwili mwezi mmoja umeelewa, ameama. Unajua mjusi inaweza kusababisha yani ukae, yani wewe kazi yako kupepea tu nguo, kutoa tu vumbi kila siku mm -hmm. kwenye duka hauuzi wala nini, ila mjusi inatembea inatembea, na ukiuza ile pesa hujui inaenda wapi, kumbe unagawana na wahusika. Kuna wazee mm -hmm. kazi yao kucheza tu bao, yale inaingia kwa kupitia mjusi huh, kwao <laughs> <laughs> watu wanavichukulia hivi vitu kawaida mm -hmm. Lakini mijusi mingi inaathiri sana watu wengi mm. Sana na kuna mijusi sahihi na isiyo sahihi hatuongelee mijusi yote kwamba uh -uh. Natofautisha, tunamwambia hatasadiki tumwelekeze ili awaonyeshe ili waelewe, kama ni mijusi hivyo atawaonyesha. Sijekaa vita watu wakakimbia na rungu <laughs> ndani kufukuzana ku, ku, na mijusi kwa hiyo yule akuwa na shida, ila kuna nyumba ambazo wenye nyumba wameweka mijusi kama ulinzi wa nyumba yao ya kutuarifu. Unajua mjusi na kasuku wana tofauti sema kasuku ni wa kisasa mjusi, eej, wazungu wanaweka vitu vyao vinaonekana kisasa, lakini sisi, unajua, kuna siku niliwahi kumwambia mtu, wachawi wa Afrika wangekuwa na akili fisi au vitu ungo, wangekuwa nafanyia biashara <laughs> <laughs>, sababu dakika moja uko Dar es Salaam, dakika moja yuko, yuko Simiyu lakini <laughs> wao wanafanya kwa ajili ya ku kusimamishia watu maendeleo yao, wenzetu wanafanyia kwa ajili ya biashara. mm -hmm. Kwao mijusi watu wangekuw-watu wa, wa, wanaotumia mijusi wangekuwa wanatumia kama maonyesho ya kuagiza vitu, yani watu wangekuwa wanaangiza watalii wengi sana kutoka nje kwa sababu yani. wao wanatumia kwa kunidiviza watu kwa hey, sababu yani, unadisappear tu pap, umetokea huko sehemu nyingine hey, nasikia ungo ukipanda dakika moja wa <coughs> huko Ulaya yaani, <laughs> sasa hivi usumbuki na viza. Mtu anaweka kwenye nyumba yake, nyumba inakushinda, unamwachia kodi <laughs> miezi miwili yote, mda mwingine hadi unashindwa kulipa, unaacha nguo zako, vitu wanashika mwenye nyumba, sababu utalipaje? Kwa hiyo ngoja kwanza huyo eh, mjusi ndio. Hata nikisema kama kumpulizia dawa, unajua zile dawa za ndani, ndio hawafi ha awajusi wa kuagiza, au hata upige dawa kiasi gani, haundoki huko ndani utaona ndani ya dakika kumi na tano atapotea alafu kadhaa utamuona amerudi. Mm. Lakini mjusi wa kawaida ukipiga dawa mm -hmm, lazima atapotea na utowaona tena lakini mjusi wa kuagiza ni mjusi ambaye hata ufanye nini ni sawasawa na sisimizi wale ambao wanatoa ripoti. Yes. Kuna sisimizi ambao uki, uki, kama kuna wageni wanakuja, na kuonyesha tu kabisa nakuja hata ufanye nini watakuja tu. Kuna wale wa msiba, hata ufanye nini itakuonyesha tu kwamba kuna msiba. Unaona, ko wakuagiza na watu wao kutoka ni kazi. Sasa kwenye nyumba za siku hizi, kuna watu washakuwa digital yes. kazi yao wameweka security za wanunii, kamera amenunua, mjusi anachukua mjusi anaweka, yaani wewe kilo unachofanya mama mwenye nyumba anajua Oh, oh, umenua zako nyama alafu nashanga unakula nyama bila taarifa o, amejuaje? Unawaza tu, yani uko na mpenzi wako kitandani mmelala, mara pop, mjusi hapa. Yani mama mwenye nyumba anajua wanawake wote wanaoingiza ndani na wanaume wanaoingiza na na unaku muda unaoingiza ndo unajua mwenyewe. Yeye anajuaje? Ko mjusi wa siku hizi, kuna wengine ambao ni ripota vina sasauti ya ongea, kisha radio, unaongea yeah. na mtu yeah. Hiyo sasa mijusi mingine ambayo inatoa ripoti. Kwa mtu akingamia kwenye nyumba akakuta mijusi ni mingi mm. Jua kutofautisha kwamba huyu mjusi ndo yule ambaye nilimsikia ama huyu ni wa kawaida. Kuna wengine ambao wanakimbia kwa sababu mfano kipindi cha cha cha cha joto cha, cha yes. mijusi anakopo wengi kwa sababu mbu anakopo wanaingia ndani wanakopo wengi, kwao mijusi wanaingia ndani kwa ajili ya wadudu mm -hmm. lakini sasa kuna mijusi ambayo wao iwe baridi iwe joto iwe wapo. nini wao wapo, wanafanya nini? Wapo tu ndani, kwa hiyo mjusi unaweza kumuingia tu unaweza ka hata mwanamke kuna mm -hmm. mpenzi wako, mmefunga ndoa vizuri, kwa yani amkua na shida, unaingia tu ndani Kelele amani hakuna, mpaka unajua, mpaka mzazi anauliza wewe, mm -hmm. Kipindi mnachumbiana mmekutana, siku hiyo hiyo mkachumbiana, au eti mama, tuna miaka mitano, miaka mitano mwenzio. Ah, unaona mambo ni mengi, haujamzoeta mwenzio. Mijusi changamoto, mjusi mjusi anazosababisha mtu asizae, hey. Kwa sababu mjusi unapoingia kitandani mm. akaanguka chali kile unapokuta labda mjusi ameanguka chali au amekufa chali, ni ngumu sana mtu kupata ujauzito kwa mjusi. Siku hizi wamekuwa ripota, wachawa wanatumia kwa ajili ya kufanya chochote kile. Mtu unamaliza kufanya tendo la mmeo, unashangaa mtu ambapo angepata ujauzito inapotea. Ndio maana ukifuatilia kwenye maduka medu ya wenzetu wa Wahindi, ni unakuta lazima utakuta amechoma ile mshumaa Okay. Yani, ai hata ukute ni market kubwa lakini imi, imi, miliki wake ni mwindi mm. Lazima utakuta mshumaa ile imechomwa sababu ile inaizuia ile mijusi mm -hmm. Sio mijusi tu inazuia chochote mtu ambacho mtu amekuja nacho, ni sawa na wewe, mtu mbaya umebeba tangawizi mkononi mwako mm hawezi -hmm. Kufanya chochote mk... oh. Hata amekuja huko kitu kibaya, hawezi kufanya chochote. Watu wacha waanze kutembea na tangawizi. <laughs> Ototo, ototo, <laughs> <wela tanga. laughs> Kwa hiyo ni, ni ishara mfano labda kitu ambacho naweza kamsaidia mtu vizuri ni ile mshumaa. Ina uwezo kuondoa, labda umeingia katika ndoo, umeichukua unawasha ndani, sababu uzuri wake inanukia vizuri. Ndio. I carry. Naisaidia hata wadudu wengine ambao ambao wamekuja kwa njia tofauti. Mm -hmm. Tofauti ni kwa sababu mjikunguni hawana utofauti, ni jamii moja ambayo inawatumwa hizo mm -hmm ko yenyewe ukiiwasha hata kuni yenyewe unaisikia ile changamoto yes. Ikisikia tu harufu yake wanakuwa wanaondoka, ndio maana kuna siku kwenye status mtu anayeua kunguni mm. Ana, anayeua mjusi sana, mtu anayeua kunguni kwa sababu unapomuua kunazalisha wengine mm. ko mchumaa ile inaweza kamsaidia mtu ukiwasha, au magome ya, ya mdarasini anatwanga Achia saga, anaweka kwenye maji, anachekecha yale maji ana, ananyunyiza inaweza kumsaidia pia, lakini mjusi ukimwona ndani ya duka, kuwa na tahadhari. Ukimwona ndani, kuwa na tahadhari. Ukimwona amenyea nguo zako, hiyo nguo ichemshe na maji ya moto au iache, usiigawe. Ukiigawa nawapa wenzio nao matatizo, ni bora tu uitupe. Mjusi anaweza sababisha wewe uwe na shoti unapata hasara tu bila sababu. Umeingia ndani ukamkuta mjusi, ukamrushia taji kitu, yaani kurusha tu vile kitu, lazima kitu cha thamani chako kipotee. Da, ndio maana mara nyingi sana watu ambao wanakuwaga jasiri kwa uwa, ukiwafuatilia sana ukuta wako hivi wako hivi, e, na wao wanajua mm. wanakuwa wanaelewa. Watu wenye pesa, mtu mwenye uwezo mkubwa wenye pesa, mara nyingi wakikutana na mjisi wanaagiza tu wafanye ye huwezi kukuta <laughs> kwa sababu unakuta wengi wanajua kwamba kipi kinaendelea kwa watu, wanapewa changamoto. Weo ndo wanabeba mzigo wa bosi wako. Kwa mjusi sio mzuri, ko mtu ambaye anatu anatazama hapa. Mjusi na haribu mahusiano, mjusi inaleta shida. Mjusi inaweza sababisha mtoto awe na degedege, wale watoto ambao wamepatwa, mm. na degedege asubuhi, ko unapoona nguo mjusi amefika kwenye nguo ya mtoto ile nguo usimvishe mtoto, okay. na unapomwona mjusi unaenda kumwogesha mtoto amedumbukia mle, hebu mwaga yale maji, maana mtoto alikuwa anakojoa mpaka nani kwake. Mjusi anaweza sababisha mtoto akae hata miaka miwili hajaanza kutembea, ko wazazi nao wawe na tahadhari katika mijusi, kwa sababu mtu anapokutana ku, anapo na mjusi yeah. na ana mtoto mdogo ambaye anataka kutambaa au mtoto anachezea mjusi inatakiwa amwache yule mjusi acheze naye mpaka aondoke mwenyewe, asimfukuze yule mjusi. Akimfukuza atamwachia ile nafsi, kwa sababu kuna watu wengine ambao wanapenda kufunga labda watoto unakuta mtu anananili. Unajua mjusi ina uwezo wa kumfanya mtu kuanguka kifafa pia, na inasababisha watoto wadogo sana wale kuanguka kifafa, kupoteza fahamu, ndo maana unaona shule watoto wengi wanapenda kuangukia chooni, wanaunguka wapi? Mm. wanafanya nini? Na mtu yoyote alianguka chooni, ukiangalia lazima utakuta mjusi mle. Mm. Kwa mjusi ana mambo mengi sana. Hey, leo story ya mjusi ilikuwa ni ndefu na bado naiona kama ulivyosema kwamba mm -hmm. ina story ndefu lakini, kwa kwa haya ambayo sisi tumejifunza pale ni mengi na ni makubwa na ni mazuri kwetu sisi, nayo yatatusaidia sana kwa wale ambao tulikuwa tujui ila kwa wale master kabisa basi, hebu tusaidieni na huko mtaani pia mwape mu, mu, hiyo elimu. Hayo, mtu unashangaa tu anakwambia una usiue mjusi, sio vizuri, au anakwambia ah, hebu muue huyo bwana, hizo yani sio mtu mzuri sana, hebu muue ndio, lakini hakupi sababu ndio, alafu mambo yanakwenda kuwa ndivyo sivyo. Anyway, ndio maana tumeweka namba hapa ya mtumishi Sam kama inavyoonekana kwenye screen, mtafute kama unataka kujua zaidi unaweza pia ukaangalia social handles zake ambazo zinaonekana hivi sasa kwenye screen na ukaweza kujifunza mengi kuhusiana na huyo mjusi. Sisi tumekupa tu kwa uchache, kwa madogo tu ambayo tunaona pia ni mazito kwako wewe, yatakusaidia. So ukikuta analambalamba wako <laughs> <Hey. laughs> mimi naitwa Tira, mi naitwa mtumishi san